Takriban siku 41 zimesalia kufikia siku 100 za kwanza tangu kuapishwa kwa Rais Dr. Samia. Baadhi ya utekelezaji wa ahadi katika kipindi hicho umeanza kushuhudiwa kwa baadhi ya sekta ikiwemo mchakato wa bima ya afya kwa wote. Ni matamanio ya wadau katika sekta mbalimbali zilizo katika orodha hiyo kuona zinaanza kufanywa kazi, wakieleza kuwa miongoni mwao yanaweza kuchochea mabadiliko ya haraka katika maendeleo ya nchi. Profesa George Kahangwa ni mtaalamu wa elimu kutoka chuo kikuu cha Dar es Salaam, na hapa anaainisha maeneo wa ambayo wadau wa elimu wanatarajia kuyasikia katika ripoti hiyo. Kwa kiasi gani serikali imejipanga au imeendelea kupunguza tatizo la vifaa vya kufundishia na vya kujifunzia, hususan vile ambavyo vinaenda zaidi katika hayo mafunzo ya amali? Pia nadhani tunaweza tukasikia jitihada zinazofanyika za kuwapata walimu waweze kuwekwa katika shule mbalimbali hi za sekondari ambazo zinachukua hiyo mikondo ya mali a uh, tutakuwa elimu ya, ya, ya primary inaishia darasa la sita. Hiyo sasa, tunapoishia darasa la sita, inatarajiwa kwamba 2027 tutaingiza watoto kidato cha kwanza waliotoka darasa la saba mwaka huo na watakao kuwa wametoka darasa la sita mwaka huo. Hapo maana yake utahitaji madarasa mengi sana. Utahitaji walimu wengi sana zaidi ya ilivyo sasa hivi. Tija ikafika sasa kipindi, atujajiandaa tukaja, mwaka tayari ni 2027 watoto ni hawa, hapa, wanatakiwa kuingia katika sekondari kwa makundi hayo makubwa, tena ni wote, kwa sababu elimu ya sekondari sasa inaenda kuwa ya, ile ya, ya awali inaenda kuwa ya wote kabisa, wanafunzi wote hiyo olevo sasa. Ni kwa kiasi gani tutaweza kupokea kundi kubwa namna hiyo? Je, sekta ya vijana, matarajio ni yapi? Ile ahadi ya kuweka mfuko wa vijana, fedha kwa vijana ambazo katika kwa ujumla kuwezesha wajasiriamali ni bilioni mia mbili, lakini iliongelewa kwanza kwamba karibia bilioni 34 kama sio 38 za zitakuwa zinawanufaisha vijana. Kwa siku mia moja za kwanza, pengine ni wakati wa kujua zitawafikiaje vijana taratibu zimewekwa namna gani, kijana anaanzia wapi mpaka wapi kuzipata, lakini vilevile maeneo ya kipaumbele ni yapi. Mheshimiwa Rais vile vile kupitia waziri, imeainishwa kwamba zipo kongani au maeneo ya kibiashara ambayo vijana yataanzishwa maalum kwa ajili ya vijana. Kwa hiyo hilo pia ni swala ambalo siku mia moja za kwanza ni vizuri tukaelewa utaratibu wake na misingi yake imewekwa kwa namna gani. Uchumi ikiwa ni sekta nyeti kuchochea maendeleo, nayo imezungumziwa ni kufanya maandalizi ya kuandaa maeneo maalum hayo kwa ajili ya viwanda, na tunaposema viwanda, kuna viwanda vikubwa vya kati, lakini na viwanda vidogo vidogo. Kila wilaya, ni eneo gani ambalo tunadhani kwamba, serikali inadhani kwamba litafaa kwa ajili ya kuonganiya viwanda, na pia kushirikisha wadau mbalimbali, wakiwemo wadau binafsi, kwa sababu serikali haiwezi kufanya kila kitu. Lakini kingine pia kutangaza kwa umma ili umma uweze kujua kwamba ni nini kinachofanyika kwa sasa. Kiu ya wengi ni kujua nini kitaainishwa katika taarifa hiyo, lakini mpaka sasa kimefanyika nini? Sheila Mkumba, Azam News.